Mashambulizi ya anga ya Marekani yauwa viongozi wakuu wa, wa Houthi huku hali ya wasiwasi ikiongezeka wasi katika taifa la Yemen. Marekani imezidisha mashambulizi ya anga dhidi ya wahasi wa Houthi wa Yemen ikidai kuondolewa kwa watu muhimu, akiwemo wa kamanda wao mkuu wa makombora. Mshauri wa usalama wa kimataifa Mike Waltz alisema kuwa vikosi vya Amerika vimelenga uongozi wa Houthi, vituo vya mawasiliano, viwanda vya silaha, na vifaa vya uzalishaji wa ndege zisizokuwa na rubani. Mashambulizi hayo ya anga, ambayo sasa yameingia siku kumi mfululizo, yanafuatia mashambulizi ya Houthi dhidi ya meli za kibiashara na vitisho vya kuanzisha tena kulenga meli katika Bahari Nyekundu. Tangu Novemba 23, Houthis wameanzisha mgomo zaidi ya mara mia moja kwa meli za wafanyabiashara na kusababisha kuzama kwa meli mbili na vifo vya mabaharia wanne. Mgomo mmoja wa hivi majuzi uliripotiwa kugonga jengo katika wilaya ya magharibi ya mji mkuu, Sanaa, na kuua mtu mmoja na kuwajeruhi wengine kumi na watatu. Marekani inashikilia kuwa na operesheni hizi zinazolenga kuzuia uchokozi wa Houthi na kutuma ujumbe wa wazi kwa Iran, mfuasi mkuu wa kundi hilo. Rais Donald Trump ametangaza vilevile hivi karibuni kuwa Iran itawajibishwa na mashambulizi yoyote ya kundi la Houthi nchini Yemen, huku Marekani ikizidisha operesheni zake za kijeshi katika Mashariki ya Kati. Mtazamaji, hiyo ni habari fupi ya jua kile kinachoendelea katika nchi ya Yemen, mashambulizi ambayo yana yanayofanywa na taifa la Marekani yakiongozwa na Rais huyo wa Marekani Donald Trump dhidi ya taifa hilo la Yemen, huku akitoa honyo kali dhidi ya Irani, akiamini kuwa Irani ndiye anayetoa sapoti zaidi ya vifaa vya kijeshi na kuongoza mashambulizi dhidi ya taifa la Israel. Mtazamaji, kama uja subscribe katika channel hii, basi usiache kusubscribe, like, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kabisa kupokea taarifa zetu zinazojiri ndani ya taifa hili hata nje ya mipaka ya Tanzania, karibu sana.